U, muraya, kwa ihinda riu Triza mamake Muraya make Muraya ni akoretwo akiaria uhoro wigi kihiko gia kenda karagu wa Muraya ita njira yake ya gukorwo akihonia ngoro yake nigetha akorwo akiriganirwo ni maundu maria agereire no ndi ni akinyire handu na agatiga gutiga maundu macio no ndi mamake muraya ni acokete na mururumo munene kuona ngoro yake tita honu agathii na mbere na gukorwo akiririkana maundu maria agererio ni karago wa muraya kumaliria akiambiriria kumaja wake na mutumi ugi na kuuja

gukorwa korwo ena mbeca nyingi muno ni ciana ciake thukuru no atuire re matuo ma gukorwo mwana kim thukuru, mwene, wa karo kim thukuru mwana uria we mwene agatiganiria ria ciake undu uria wachukirire tizama make muraya gukorwo akirakara na njira nginya gia nene na Riu Triza mamake Muraya no athiite na mbere na gukoro korwo akiririkania uria aikarite gikiko ini kiu gia karango wa Moraya. raya athiite na mbere kuria nendaini na gakoro agicia bise mbica ya tene muno haria haria onekanite e mutumia mukuru muno ta wa miaka 15 akirihederia ekiraga nguo cia mabiriri haria athiite na mbere kuria nendaini na gakoro akiandika atiriri picha ya kwanza nilikuwa na minyo haikuwa inasikia dawa ari kia na gukorwo agithanduka thi na mitheko akirigithania na mbica ya thaisi iria aronekana anyorokete na no thutha wake ugakorwo unenehete tita uria akehinyarite Triza, oho nyo kitenaga koro akiuga, acha niitwe mjinga ati niliacha gorofa, but I'm happy with my kids. Oya mwira, it's because ulijua your worth. Magorofa, magari na mashamba tutaziacha huku. Ya muhimu ni afya njema na amani. Usho ni warikite kukora kira, Triza mamake muraya nake muromereri uyugi, oka huu comment section ya Triza. Haria okitenaga koro akimwandikira atiriri kumbe wakati tuliambua tdom ni wewe ulikuwa unaambiwa agwathina mitheko au unajifanya jibanya haukumbuki. Na Katriza, akorwo agichokeria ndama wa spares, tigana na niema mati alikia na gukorwo agithanduka thina mitheko ohonia dhite na berna na akora kiuga picha ya kwanza nilikuwa kwa event ya mwimbi mmoja nikiwa hapo nje na mtoi wangu nikasikia, kwani anakuanga mzee aje eke na kaimo jika kulira ashoka wadhi na metheko uyo akamoshokeria hata mimi nilikuwa nashindwa, mbona uko na watoto wadogo ukiwa over 50 years usha kiuga ati eshiragia Triza hideo ari na miaka 50 na kuona ati Triza na mundu munini aragitani 34 just the other day uyo ugete. Hii ilikuwa imekataa mpaka marenge akiuga uga ya nyoya Triza hidio ya regeta ginya yaregete na marenge nake akauga walai agakirikia na gukorwa agithandu ka na metheko murumiri uyu thutha okiti akauga thina ni umagwoma agwa dhina na metheko riuka musifikari gakima amushokeria hati ari na dhina ni stress

Triza arekete gukorwa kiugate ni arekete gukorwa kimenya ona ti nguo ya kirena thina anga ni mwire wake wa kirena thina tondo akihinyarite ginya nguo ndi akimuthakaragira tori ra muthakarira iritariri haria athite na mbere na gakorwo agikira gafisha kaugatene ena nguo no ria ariraga no ria ahanaga kuhinyara agacoka agikira gatha isi nakauga shida ilikuwa nguo ama nini hii nguo ndio nilitoka nayo huko mnajua arike na kugwa thina mitheko mimi nilipata mwili mpya already akiuga we mwiri mweru ni arikite gukorwa kiheo ogukuthi we darawe terera kuria matuini arumeriri ake matina gicererwa hari amoke tena magakorwa makimwira so it's true a cheating husband anakuonyesha look at Triza now oya shoke ya amushokeria looking like a girl of 20 year old akiuga te Triza the she Acokete kairetu ka miaka 20 nake murumeriri uyungi okana akora gikira ndeto mukonde haria okana akora gicokeri uyu na mwira kukuzesha ama kukuua na kukuzika ukiwa hai ogopa mwana umezurura areke anagokorwa akigwa the na mitheko akiuga age ategerire tiza ni akorwa githirima murumeriri uyungi augete problem was peace and freedom to do your own things nake ya mushokeria Kuingizwa baridi yawa agicokeria ati Triza ni heho aigiritio nginya ndagiahotire gukorwo akiumana na riu kuri ndeto igio ciigie Samidoh Samidoh ni muini wa nyimbo cia mugithi gukufululini ni atigite andu magegete uyu ni thutha wa ndumiriri ya emotional muno arike kia gukorwo adikete korwo ni deini samido athiete na mbere na agakorwo agitogeria togeria mwana wake wa mbere uria maciarite na edday nderitu orire akorirwo agitianiria ciana ciake na karen nyamu igire o ni thutha wa samido gukorwo akiuga ati ona dakire na makana ciana icio ciake na karen ni ciake kana ni cia mundu ungi kuona karen nyamu ona hediria makire na samido ni oruraga muno Samidoh ni akorirwo agitua matua magukorwo agicokanwa na mutumia wake wa mbere Edday Nderitu ona ru ni akoragwo agithikuria ruraya gukorwo akimucerera na konekana ona agithie gukorwo agi spend time na ciana cia Edday Nderitu atekaga na cia Karen Nyamu kuona na Karen Nyamu akorirwo akiugati ona Samidoh ni aramirwo ni wira na kogwo ni matiganire kaimana ru Samidoh ona kanete gukorwo agitogeria kana kaugake kariagetagwo Charlene Mushoki na akoro akiugati ni aririkanaga

Samido akioneka kwera followers ake ruma menye timwana kerege ni arikete gukorwa akurete kuna mwana wake uria aciarire ni arikete gukorwa akegimara na gakorwa akineneha gaka niko gafisha kadi ya Samido mushoki gathaka kamuno ga Charlene gukorwa ashiite na followers ake akionani onania atiri muiritu wake ni arikete gukorwa akegimara na timwana rege hari athi na mbere na gukorwa akiandika atiriri uze nayo hainanga hudi muthuri ni akurire uyo haka nako mungu alinipea when i was poverty's favorite young man yani young scared and still figuring out life but god's grace has carried us through watching her grow has been my biggest blessing and motivation now she's out here reminding me to behave i remember one day in the streets of nakuru nikaingia supermarket with one mbele na nyuma wacha kachukue kinda joy mbili nilipewa wa change Machozi ikapiga hodi kwa macho. Nimezeeka bwana Samidoh. Samidoh akioneka kuuga tiru mwiritu uyo wake negi marite nginya kundu, amwiraga hedelia areka mitugo miaganu atige kirikane. Gukorwo ugi subscribe ku comment na kushare, na tusamanyie ka video ni kau kagai.